Safari ya kutoka Dar es Salaam mpaka Casablanca kwa kawaida, kwa ndege za kawaida za kibiashara, ingeweza kutuchukua zaidi ya masaa 24 kwa maana ya kwamba ingebidi tupite sehemu nyingine, either Egypt ama tupite uh, Istanbul ama Dubai ama sehemu yote ambayo tunaunganisha ndege alafu ndo tuje Casablanca. Lakini kutoka Dar es Salaam mpaka Casablanca kwa ndege yetu yenyewe ambayo ametupatia Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ili ibebe klabu ya Simba, viongozi na baadhi ya mashabiki kuja kuiunga mkono timu yetu, imetuchukua masaa nane na dakika 40, masaa nane na dakika 40, uh, kwenye safari ambayo ingechukua zaidi ya uh, masaa 24 ukiunganisha na kuunganisha ndege. Lakini tumekaa Casablanca kwa siku moja na kidogo, na sasa hivi tumetoka Casablanca tunakwenda Oujda ambao ndo mji ambao uko karibu sana na Berkane ambako Simba itakuwa inacheza mechi yake uh, tarehe kumi na saba siku ya Jumamosi. Kwa hivyo uh, nichukue fursa hii tumshukuru Mheshimiwa Rais kwa niaba ya uh, wote tuliosafiri kwenye ndege hii, lakini kwa niaba ya wizara na kwa niaba ya washabiki wa klabu ya Simba na washabiki wa mpira wa miguu na michezo kwa ujumla wa nchini Tanzania kwa kuturahisishia zoezi hili na kuipa klabu muda zaidi timu wa wachezaji wakawapa muda zaidi wa kupumzika na kujiandaa kwa mchezo huu unaofuata. Kama ambavyo nilikuwa nimeahidi, serikali haitakuwa kipingamizi. Uh, kwenye lolote linalohusiana na, na kuliwakilisha taifa letu ikiwemo kuhakikisha kwamba timu inakuwa comfortable na kitu pekee ambacho wanakiwaza ni mchezo wao dhidi ya RS Berkane. Uh, kuelekea kwenye, kwenye mchezo uh, naona kila mtu yuko motivated uh, wachezaji na benchi la ufundi lakini hali kadhalika viongozi na wote ambao tumekuwa katika msafara huu lakini hali kadhalika nikifuatilia kwenye platforms mbalimbali naona kwamba kila mtu yuko motivated na anataka mema kwa klabu ya Simba na mimi ni watoe tu mashaka. Yale yote ambayo yanatakiwa kufanywa na aidha viongozi na wachezaji yatafanywa, zibaki kudra za Mwenyezi Mungu tu, kwa maana uh, mpira unadunda, lakini tunategemea matokeo mazuri.